Na walimu kutoka eneo la uh, Mashuuru kaunti ya Kajiado wameandaa hafla ya maombi ambapo walitumia kumradhi, fursa hiyo uh, itasaidia kuangamiza changamoto za msongo wa mawazo ambayo inazidi kuwakabili walimu wengi hasa wanaofanya kazi kwenye mazingira magumu. Robert Masaya anaeleza zaidi kutoka kaunti ya Kajiado. oh So kuanzia wale wa chekechea shule ya msingi hadi sekondari walifika katika kanisa la Pefa iliyoko Mashuuru kushiriki hafla hiyo ya maombi iliyoandaliwa kwa mara ya kwanza na walimu kutoka kaunti ndogo ya Mashuuru. Ili kwamba jina lako likatukuka. Kwa kwenye hafla hiyo, walimu walifunguka kuhusu namna swala la msongo wa mawazo linazidi kuwatatiza wakisema, mazingira magumu anakofanyia kazi ndiyo inachangia changamoto hilo kwa ikiathiri walimu wengi, wamekuwa na msongo wa mawazo, wengine wanafikiria hata kujitoa uhai. Mashuuru sub county ni sub county ambayo, uh, inapitia ugumu sana kwa sababu ya hali ya uh, geographical uh, terrain kwa sababu hapa tuko na milima, tuko na mito, tuko na wanyama ambao wako katikati yetu, na saa ingine inakatisha walimu tamaa hata ya kufika kazini. Kwa hivyo tukipatana kama hapa, wale ambao uh, wanapata changamoto kama hizo tunashauriana pamoja, tunatiana moyo. Hata hivyo hafla hiyo ilitoa fursa ya walimu hao kubadilishana mawazo, wakisema angalau imesaidia kujadili changamoto zao na hivyo kupunguza msongo wa mawazo. Walimu wamefarijika, na ninajua kwamba wakirudi pale shuleni at least ile umoja ama ile teamwork, na ile kurudiana pamoja kukaa kwa pa upendo Ah, itaweza kuonekana na walimu wanapokaa pamoja, kuongeleshana, kujuliana hali, zile shule ambazo wako zile changamoto wanapitia, kama wale ambao wako katika ndani ya wanyama elephants, na wengine ambao wanakosa maji kwa mashule. Sisi tunapozungumza kama walimu wakuu ama hata wale walimu wa darasani, tumeweza kujulishwa ya kwamba shida zetu ni common Hakuna mtu anaona kwamba ile shida anapitia ni kubwa kuliko ya wengine. Vyama vya kutetea walimu wakiongozwa na KNUT walitumia jukwaa hilo kuitaka serikali kuangazia namna sehemu zote za Kajiado itaorodheshwa miongoni mwa mazingira magumu ya kufanyia kazi tukiwa na, na upungufu wa fedha na tunafanya katika mazingira magumu, mahali hakuna maji, hakuna usafiri, hakuna vyumba vya walimu, hakuna market hakuna internet hakuna network mahali ambapo hata walimu kuaccess ni shida, na walimu wanaishi na wanyama. Nafikiri hiyo pia itachangia kama withdrawal of hardship allowance itafanywa, hiyo itachangia zaidi msongamano wa mawazo. Kwa hivyo tunaomba tu wasifikirie kugusa hardship katika kaunti yote ya Kajiado kwa sababu sisi kama walimu tunapitia pagumu, tunapitia katikati ya wanyama, tunapitia saa zingine hatuna maji tunapokuwa shuleni. Hafla hiyo ya maombi iliandaliwa kwa mara ya kwanza, walimu wakisema wataendeleza maombi sawa katika maeneo mengine ya Kajiado kwa nia ya kukabiliana na changamoto ya msongo wa mawazo miongoni mwa walimu. Robert Masai, runinga ya Citizen, Mashuru, Kajiado Mashariki.